Siku ya leo kwangu ni siku ya muhimu sana, manake hata waziri ambaye ameongea, waziri ambaye ameongea amesema tusiseme the the biggest sanctuary in the world but to say in earth. Asante sana, na nikifuatilia ule mfano wenzangu aliongea mbele, pia ni vizuri nawamshe viongozi ambao anatoka Taita Taveta pakiwa mbunge wa Voi, ambaye ndio eneo hili, Injinia Chome, mbunge wetu wa Taveta, ndugu Bwire, mbunge wetu wa Mwatate, ndugu Peter Shake, mbunge wetu wa Mwatate mbunge, mbunge wetu wa Jimbo bwana bwana Shambi, dada Dorcas Mlugu, wote Taita Taveta tunaunga mkono kwa hili ghafla ya leo.